Bongo zozo, niko hapa London. Hapa semia wachali ha, hapa, hapa nyuma yangu yani kuna geti la wahaini. <laughs> Yani, geti la wahaini tangu mwaka elfu moja mia mbili ndio wahaini walikuwa naletwa hapa kwenda kunyongwa na waingerezi walivyokuwa wakatili. Sio kunyongwa tu yani; kwanza unanyongwa, alafu kabla ya kufa ndio walikuwa napasua mwili kuondoa igo maini nini nini bele yako ili kukutesa. Na baada ya kufa, walikono kata robo peleka huku, moja huku huku. Unaona wangelezi walikuwa wakatili zamani. Sasa hivi wanapenda sana kudai haki. Oh, no. Sio nafiki andio basi, mambo ya kupitia kwenye hali ngumu, mambo magumu, ndio unachoka kabisa, watu wanavyoteseka yani. Waingereza mabaya wamewafundisha dunia vitu vingi sana vibaya, alafu wakabadilika. <laughs> Haki, basi kwa mimi na waini wenzangu, tupite hapa kwenye geti la waini. Yeah, inakuwa vipi, Mwanaswahili TV? Hujambo na karibu kwenye makala hizi. Kuna video moja ambayo imefanywa na jamaa huyu ambaye anajulikana kama Bongo Zozo na imetembea kwa kasi zaidi kwenye mtandao wa kijamii. Bongo Zozo, ikumbukwe ya kuwa huyu ni jamaa ambaye huwa ana uzalendo wa kupitiliza kwa nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mara nyingi huwa anafanya vitu vyake vya kutangaza utalii wa nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na baada ya machafuko kufanyika nchini Tanzania tarehe 29 mwezi wa kumi mwaka wa 2025 Bongo Zozo alijitokeza Paruanja na kusema kuwa amejiuzulu hiyo nafasi ya kutangaza utalii wa Tanzania. Sasa akiwa nchini Uingereza kuna video moja ambayo ameufanya na ni video ambayo imetembea kwa kasi zaidi kwenye mtandao wa kijamii, na watu pia wana maoni kinzana kuhusiana na kile ambacho alichokuwa kikifanya katika sehemu husika na ujumbe ambao alikuwa anapitisha. Sasa Bongo Zozo yuko katika maeneo fulani kule Uingereza, na anasema kuwa wahaini wenzangu, mjue tu mateso yote yana mwisho wake, yaani wananchi wakichoka kuteswa haki zinadaiwa kwa nguvu kama ilivyotokea nchini Uingereza. Sasa anasema kuwa nchini Uingereza kuna ukatili ambao wananchi walikuwa wanafanyiwa ukatili wa kupitiliza, na baadaye wananchi hawa wakaamua kudai haki kwa kutumia nguvu, na anasema kuwa siku hizi taifa la Uingereza kifua mbele kuhakisha kuwa mataifa yote wananchi pale wamepata haki. Sasa anasema kuwa ni unafiki ama ni nini? Kwa maana anafanya video hii ni kama anajaribu kuweka hamasa miongoni mwa Watanzania ambao wanamfuatilia kwa karibu zaidi, kikumbuko ya kuwa kuna vitu vingi ambavyo vinafanyika nchini Tanzania nyuma ya pazia. Sasa baada ya kuweka video hii kwenye mtandao wa kijamii, ni video ya dakika chache, ameandika hivi kwenye mtandao wa kijamii wa Instagram, amesema: wahaini wenzangu mjue tu mateso yote yana mwisho wake, yani wananchi wakichoka kuteswa haki zinadaiwa kwa nguvu kama ilivyotokea nchini Uingereza. Sasa kuna wengi ambao wamedondosha comment zao kwenye video hii ya jamaa huyu ambaye anajulikana kama Bongo Zozo. Kuna huyu ambaye anajulikana kama Mashuka underscore OG4. Anasema haki haiombui inapambaniwa, wahaini wenzangu. Alafu Steve underscore Man anasema Bongo Zozo Uh, unaitwa nani? Bongo Zozo akamjibu akasema Mhaini Zozo. Alafu huyu mwingine anajulikana kama King Sports 59 anasema kumbe, na wewe unachoka. Bongo Zozo Tanzania akaandika akasema Mtoto wa Mwandambo. Alafu huyu anajulikana kama Nancy Shara anasema not near my workplace Tower Hill. Bongo Zozo, ungesema upo maeneo tusalimiane, wahaini Alafu Bongo Zozo akamjibu akasema wakati hata unifolo, jamani. Huyu anajulikana kama Daud Lisutesha anasema haki inadaiwa kwa nguvu, tupunguze ubinafsi, tukiwa pamoja tunashinda mapema tu, wahaini wenzangu. Akamtag Bongo Zozo. Blessed underscore edna anasema kwa hiyo unataka kusema mlikuwa mbele ya muda sasa akaeka imoja ya kucheka pale. Bongo Zozo akamjibu akamwambia tulifyeka njia, alafu akaeka imoji tatu za kucheka. Light underscore tesha akasema inshallah, Mungu atatuvusha kwenye huu ukatili wa Samia, akaeka imoji kadhaa za mtu ambaye ameangua kilio. Mtu akamjibu hapa akamwambia wewe unawema upi uliofanya. Huyu anajulikana kama sial981 gmail.com Miram, alafu shao underscore effect akasema fujo isiyo mizaka, alafu akaweka bendera ya Tanzania na kikombe. Halafu peter underscore magnum anasema safi sana bongo zozo great respect. Huyu anajulikana kama JKTB, amesema umeamua kuwa mwanaharakati sasa, akaweka imoja ya kucheka, alafu official kitundu kizaga akaandika kama kawa kaeka emoji kadhaa za faya. Huyu mgeni anajulikana kama Diana Kagenda, anamwambia bongo zozo, haki inapambaniwa wahaini wenzangu, na huyu mhaini mwenzetu bongo zozo atuwakilisha vema zaidi. Alafu Muhammad Lissu anasema kweli kabisa, haki haipatikani bila maumivu. It's klara anasema hivi ndivyo samia na genge lake wanafanya watu hivi sasa. Ni baadhi ya wale ambao wanamfuatilia kwa karibu zaidi jamaa huyu ambaye anajulikana kama Bongo Zozo. Akiwa kule Uingereza ametembelea chumba fulani maeneo ya Uingereza, ndio pale mahala watu walikuwa wanafanyiwa ukatili wa kupitiliza, ile hali ya watu kukatwa visu, kucharangwa mapanga, ile hali ya watu kufanyiwa ukatili wa kupitiliza. Sasa hapa ni kama anajaribu kulinganisha na kile ambacho kilifanyika nchini Tanzania tarehe 29 mwezi wa kumi, pale ambapo vijana wa majenzis waliamua kujimoya moya barabarani kuhakikisha kuwa wameshiriki kwenye maandamano wakipigania haki nchini Tanzania. Hawa ni vijana ambao walishua vipigo na maafisa wa jeshi la polisi, wengine waliuawa, wengine walipotezwa na vilevile vile wengine hadi wakapoteza viungo tofauti tofauti vya mwili na hadi wa leo bado ndugu jamaa na marafiki wanawatafuta wapendo wao ndio angalau wapate kuwafanyia maziko. Kwa hiyo ni ishu ambayo nimefuatilia kwa karibu zaidi ndio angalau nipate kujua Watanzania wanajisije, kutokana na video hii ambayo imekuwa posted kwenye mtandao wa kijamii na jamaa huyu ambaye anajulikana kama Bongo Zozo, akafuatanisha na caption kali zaidi, anasema wahaini wenzangu. Mjue tu mateso yote yana mwisho wake. Yaani wananchi wakichoka kuteswa, haki zinadaiwa kwa nguvu kama ilivyotokea nchini Uingereza. Sasa, hapa watu wanajaribu kutafsiri kivyao, kwa maana ukiangalia vizuri Bongo Zozo aliwahi kuwa balozi wa utalii nchini Tanzania. Ni jamaa ambaye alitwikwa jukumu la kutangaza utalii wa nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania dunia nzima, lakini baadaye na ile hali ya vijana kufanyia ukatili nchini Tanzania inaonekana kuwa ilimkwaza zaidi, na ndio kwa maana akaamua kujiuzulu. Sasa ni ishu ambayo nimefuatilia kwa karibu zaidi na nimedadavua kiasi cha haja, niangalie nipate kujua inakuwaje na hii video ambayo imefanywa na jamaa huyu ambaye anajulikana kama Bongo Zozo, ambayo imekuwa posted kwenye mtandao wa kijamii wa Instagram, na ni video ambayo imetembea kwa kasi zaidi. Kwa hiyo usisahau kusubscribe Ku-like vile vile ya <laughs> wa na vile vile kushare. Shukran jidan. Marhab Habib tunawapenda zaidi. Mimi Bongo sasa niko hapa London. Hapa semi ya wachali. Hapo hapa nyuma yangu, yaani kuna gate la wahaini. Yaani ile gate la wahaini. Tangu mwaka elfu moja mia mbili ndio wahaini walikuwa wanaletwa hapa kwenda kunyongwa. Na Waingereza walivyokuwa, wakatili sio kunyongwa tu. Yaani kwanza unanyongwa kabla ya kufa. Ndio walikuwa wanapasua mwili kuondoa figo, maini, nini nini mbele yako ili kukutesa tu. Na baada ya kufa walikuwa nakata robo peleka huku mwili huku huku. Unaona hey, wangereza walikuwa wakatili zamani. Sasa hivi wanapenda sana kudai haki, siyo? Nafiki ndio basi mambo ya kupitia kwenye hali ngumu, mambo magumu, ndio unachoka kabisa, watu wanavyoteseka. Yani Waingereza wabaya wamewafundisha dunia vitu vingi sana vibaya, alafu wakabadilika <laughs> kutaka haki. Basi kwa mimi na waini wenzangu tupite hapa kwenye geti la waini isioia.